Kwa kweli siasa tayari ina nini, ina mchango wangu katika taifa imefikia mwisho e. Kwa hiyo lakini, kwa sasa nasema siasa napumzika, hilo ndio la msingi kwa sasa. Ukweli, <clears throat> nimepitia changamoto nzito kidogo kwenye uchaguzi huu, ninaweza nikasema ni uchaguzi wa aina yake. Mimi toka nimeanza siasa e, ya vyama vingi, kwa kweli uchaguzi huu kwangu umekuwa wa tofauti. tarehe tulikuwa kwenye uchaguzi na mi nilikuwa mgombea kata ya Mkongobaki ule wa Ludewa. Aa, nilikuwa mgombea kupitia chama cha ACT Wazalendo nafasi ya udiwani na, na tumefanya kwanza kampeni vizuri sana kwenye kata yetu tumemaliza. Ee, siku ya uchaguzi hakukuwa na vitu ambavyo naweza nikasema kwamba viliharibu mchakato wa, uch, wa upigaji kura hakukuwepo na kulikuwa na amani ya kutosha kabisa. Kulikuwa kama siku ya kawaida, tumemaliza tarehe 29. Mimi nilikuwa mgombea na, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kupata matokeo kwa sababu hakukua na vituo vingi, nilikuwa na vituo kama saba tu kwenye ile kata, maana kwa ni kijijini. Na mimi nilikuwa nimejipanga kwamba kama tunashinda tutoe matokeo yetu mapema sana ili kushinikiza tume. Kwa hiyo niwaambia mawakala wafanye kila inawezekana kutoa majibu mapema sana, ili nikijumlisha kumeshinda tuwaambie wananchi tuanze kusherekea mgombea yule mgombea mwenzangu upande wa CCM manake vikuwa vyama viwili ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi. E, mgombea upande wa CCM ni mkwe wangu, nikuolea mwanamke wangu. Kwa hiyo matokeo mpaka saa moja na nusu mimi nikawa nimeapata, nilivyopata nikaona kwamba mimi nimeshindwa nime na hakukuwa na hila yoyote, ila tu labda chama hatukujiandaa vizuri, kwa sababu kama CCM walijiandaa vizuri, wale wasioweza kupiga kura walikuwa wanasafirishwa na pikipiki, walijazwa wali sana mpaka wagonjwa walioenda. Sasa hiyo maeneo hayo, sasa hatukujiandaa sasa hiyo tarehe ishirini na tisa, uchaguzi ukiisha vizuri na nikamwambia mgombea nikamkumbatia, nikampa hongera nikaenda kwa msimamizi wa uchaguzi, e, nikamgongea alikuwa amejificha kidogo, alikuwa na hofu lakini akasema uwe na amani, mimi ni, ni mgombea wako. Nikamwambia mimi nimeshajumlisha matokeo nimepata, mgombea mwenzangu ameshinda, mpeni cheti ameshinda, hakuna shida yote ile. Hiyo tarehe ishirini na tisa. Tarehe 30 nilishinda nyumbani, maana kule nyumbani nilikozaliwa huko ni kama ni mtu wa muda ambao ni miaka 20, kata ya Mkongobaki wilaya ya Ludewa, tarafa ya Liganga. Tarehe thelathini ilikuwa ni siku ya mapumziko, nikiongea ndugu na jamaa, kulipalipa na mambo mbalimbali, una clear mambo ya uchaguzi umeendaje. Tarehe thelathini, tarehe thelathini na moja nikamwaga mama, niliona ajabu, barabara nzima hakukuwa na magari kabisa. Kweli ile siku ilikuwa shida, tunakuja tunaongea, tunashangaa. bendera za CCM walishusha sana njiani, mpaka naambia mbona huu umu, umu tunamjua kuna bendera, lakini unavyoongea unawasiana na maeneo mengine, basi ilikuwa ni taharuki kwamba kulikuwa na alama ya chama cha mapinduzi, kulikuwa na shida kidogo. Nilikuwa napata taarifa, hata wasanii walikuwa na support kampeni za upande wa CCM zilipata changamoto, kwa hiyo walishusha sana, magari yakawa hamna. Nimetoka mkiu mpaka nafika Luponde tulizikuta bodaboda boda, tatu tu, njia yote magari ya mizigo makubwa ma, ma, matatu na tani mbili moja njia nzima hakuna basi, njia ni nyeupe. Kwa hiyo tumekuja mpaka tunafika Uwemba e, nafika Uwemba hapa kwenye kwenye kwenye kwenye hapa kwenye kwenye geti nasimamishwa na askari. E, ilivyosimamishwa nikaona anatokea askari aliyevaa koti ndani Combat, za jeshi la polisi, anasema gari hili limebeba watu hatari sana e, lina watu hatari sana, lipeleke kituo cha polisi. Dereva peleke kituo cha polisi, pale, pale, polisi. Linapofika kituo cha polisi niligundua kuna askari kanzu, ni wengi sana wasio walikuwa na, na, na, na, na, na, na mavazi walikuwa wengi sana zaidi ya kumi hata ishirini kwa hiyo gari likazungushwa likaingia tua cha polisi amu likatolewa kwamba wanaume wote washuke. Wakaanza kushuka mtu wa kwanza, mi nipanda siti ya mbele, mtu wa pili, wa tatu, ni kwa mimi sasa. Nilishangaa naposhuka mimi askari ananishika begani, anasema hii ndo teni yenyewe hey. Sasa nikajua labda mi ndio nilikuwa natafuta. Kwa hiyo nkushuka pale, nikafanywa kafanywa upekuzi hey. Walifanya upekuzi wachache, ni kama kitu ambacho nakitaka tayari kipo. Ile ni jioni kabisa, saa moja na kidogo hivi, alitoka kwenye selo za watu wengine akapita. E, akasema sagasaga vipi? Nikasema safi. Ndio akanipa, akasema bwana, tumekukamata tunataka tufanye mahojiano tujiridhishe, maana tulipata taarifa ujio wako Njombe kwamba unataka uunganishe vikundi vya watu wa wanne watano sita, kuhamasisha juu ya maandamano. Kwa hiyo tunataka tujiridhishe hilo, ndo hayo aliniambia hilo e, aliniambia. Kwa hiyo tarehe tano, baada ya siku sita, ndio nilirudi kituo cha hapa, lakini familia yangu haikuwahi kutulia, haiku, kuzunguka kila kituo cha polisi mpaka ofisi za mpelelezi wa, wa mkoa kila maeneo majirani, chama changu ngazi ya wilaya, ngazi ya taifa e, vimenifanya mimi nifanye nini, niwepo uraiani. ili ni, nashukuru sana. Na labda ukamatoaji ule mimi sijui nia kama ni kwa ovu au nipi. Ukamatoaji ule labda kuwa na watu wengi, siwezi kusema e, lakini mimi na ninachokiona kingine, nina mahusiano mazuri na viongozi wa serikali e, iwe wa wilaya hata wilaya ya hapa ya Njombe, wilaya ya Ludewa. Mkuu wa mkoa ni rafiki yangu na ni moja, mimi nasema ukweli, sisi kama Njombe tuna bahati kupata kiongozi kama huyu, na huwa anawaambia watu mtumie vizuri.